Mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko sio, alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili sio, huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wakataeni, walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu, mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yee yeah, hajali kwamba we ni shabiki ya, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano yeye ye, pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tuna, tunahangaika vijana wapate ajira, wewe unasema wakatae fursa ya, ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? Hawa wana akili au kamasi? Hawa unakataa watu wasifanye kazi, na kuna watu tunaanza kushabikia hilo. Nani kawaambieni nyimbo za injili zinatengenezwa na studio ya mlokole yule? Anayetengeneza nyimbo hizo, nani kawaambieni kaokoka? Nani kawaambieni tunapelekwa wapi? Tunaelekezwa, tunataka kupelekwa wapi? Chuki za kijinga hizo, chuki za kijinga kama. Mkutano, kama mtu kaandaa mkutano na anamlipa msanii, mtu ana harusi yake, anamlipa msanii, wewe inakuuma nini? Yeye yuko ka, yeye ajira yake, anasomesha watoto, ana kodi ya nyumba, anaipatia kwa kipaji hicho alichom, alichompa Mungu, ndiyo.